Tutajifunza namna ya kujiunga na mfumo wa mauzo. Okay, utakuja kwenye browser yako pale, utaandika mfumo wa mauzo.com, utapiga enter, then utapelekwa kwenye mfumo. Sasa hapa ni sehemu ambayo kama tayari una account utaweza kulogin, lakini kama huna maanake utakuja jisajili bure hapo hapa kuna namna mbili, kuna njia ya kawaida au utatumia google account. Ukitumia google account inakuwa ni rahisi zaidi, kwa uta click sign up with google. Kama una google account, then itakupeleka moja kwa moja kwenye kutengeneza uh, duka lako. Kwa hiyo hapa pia maanake jina la duka utajaza, labda tuseme uh, tuseme labda John farmers Anwani labda hizo hapo. <coughs> namba ya simu pale utajaza, utajaza na email yako pale, okay, then tin number utajaza taarifa ya mawasiliano labda ukasema yeah, labda ni info. Kama una email nyingine kwa ajili ya mawasiliano at labda john john Dot co dot tz. Yes. Dot co dot tz. Ujumbe uh, wa risiti ni ile mtu akishanunua anapewa ujumbe kwenye listi yake pale, labda asante na karibu karibu tena. Okay eni unaunda duka lako hii pia watafanya verification ya namba yako ambayo ndo mmiliki wa duka, labda kwa mfano sifuri saba sita tano mia tisa na mia tisa na nane mia mbili na nane mfano, ila utajaza namba yako hapo, namba ya mfano hapo. Utakuwa umekamilisha usajili wa duka lako, na pia hapa kwenye duka kuna vitu vingi sana, lakini utaelezea vichache kuna dashboard, kuna bidhaa, kuna mauzo, kuna nini basi. Tuangalie namna kuadi bidhaa, ya kuadi bidhaa yako, jinsi ya kuongeza bidhaa. Utakuja hapa kwenye bidhaa, ongeza bidhaa, tutasema labda hii ni labda panado. Panado hiyo ndo bidhaa yetu. Bei ya kuuza tunauza shilingi elfu tatu. Bei ya kununua tulinunua labda buku. Aa, idadi tunazo labda pc mia na themanini na tisa. Kiwango cha chini labda ni tano, tunahifadhi. Tunaongeza bidhaa nyingine labda ni dawa ya meno, meno. tunauza shilingi elfu tano, si tulinua shilingi elfu nne. Tulizonazo sasa hivi ni pc ishirini na tatu. Kiwango cha chini tunaweza kupunguza, kaweka labda zikipungua, zikiwa tisa upate message ya low stock. Then, ah uh, utaona hizi ndio bidhaa zako ambazo tayari umeshaweka. Na hapa hii dashboard inaonyesha kila kitu kinachoendelea. Then, sasa tunafanyaje mauzo? Tayari tushaweka mzigo wetu kwenye kwenye duka letu. Unafanyaje mauzo? Unakuja kwenye mauzo. Hapa kwenye mauzo kuna unatengeneza invoice. Kwa hiyo invoice una mbili; unaweza kutengeneza invoice ukamtumia mtu pia ile invoice unaotoka, ilipia, ili mauzo yakamilike. Unafanya tengeneza kwanza invoice, baada ya hapo unafanya malipo, ile invoice inalipiwa, then tutengeze mauzo ah. Kwa mfano tuchague labda, kwenye mauzo hapa unaweza kutengeneza tu mauzo moja kwa moja tu, labda mteja amekuja, ukachagua tu bidhaa, labda dawa ya meno, hapo unachagua labda ni mbili, unaongeza, ukachagua labda ni panadol, labda na yenyewe ni mbili au tatu au nne, ukaongeza, unakuja tayari a invoice yako ndio unatengeneza mauzo hapa chini. Sasa hii tayari ndio invoice. Hii inasema hapa juu haijalipiwa. Maana yake hii ni invoice tu ambayo unaweza ukashare na mtu. Unaweza ukai e print ukashare na mtu ile invoice. Umeona namna hiyo? Sawa. So, lakini ah, tunafanyaje ili kuilipia? Tunafunga. Sasa invoice zote zinalipiwa hapa sehemu imeandikwa malipo. Ukija hapa malipo hapa ndio unaweza kulipia ile invoice. Kwenye mauzo ni kutengeneza tu invoice ambao unaikuta hapa ambao ni shilingi elfu ishirini na mbili. Kwenye kuilipia unakuja kwenye, sasa hivi inasema haijalipwa. Kwa hiyo ukitaka kulipa unakuja kwenye malipo, utarekodi malipo mapya, utaangalia ile invoice utaikuta hapo. Then sasa kuna namna mbili hapa, kuna kulipa fedha taslimu au unaweza kukopa. Kuna kila kitu hapa, tuseme tu alipe kawaida. Kushalipia ile invoice, tayari nasema tayari imelipwa. Kwa hiyo ukija hata hapa kwenye mauzo utakuta ile invoice imelipwa tayari hii tayari ni imeshalipwa. Kwa hiyo tayari mteja utamprintia receipt ambayo tayari sio invoice hii. Hata unaweza kaangalia receipt yenyewe inaonyesha hivyo. Chapisha receipt inaonyesha kabisa hii imefayeje ime, imelipwa, yes, kwa namna hiyo okay, uh, namna hiyo ndo risiti yetu, nasema full paid iko pale na, na ile pale ni shilingi elfu ishirini na mbili. Okay. Basi, tufunge then. Hapa kuna namna nyingine, kuna kipengele cha madeni, kuna kipengele cha matumizi. Twende kwanza kwenye kipengele cha matumizi. Kwa mfano, unaweza ukawa labda ofisini kwako, uh, watu wana kuna chakula mchana na nini yao ni matumizi. Kwa hiyo tunaweza kaongeza labda siku hiyo wamekula labda wanachagua hapa ni shilingi labda wamekula shilingi elfu tano au kuna ela uchafu shilingi elfu tano Kwa hiyo utachagua, je ilikuwa ni nini? Ni, ni, matumizi yenyewe ilikuwa ni nini? kama ni utilities utachagua hapo zeni unazoka hifadhi, matumizi kwa hiyo matumizi yatakuwa pale kwa siku hiyo okay. Pia kuna wateja wako ambao watakuwa wamesha wa save huko ndani. Hapa pia kuna report, hii inaonyesha report ya mauzo ya siku hii. Ni mauzo ya siku tumeuza, hii hapa faida yetu ni hii hapo. Mauzo ya wiki utaona hapo, mauzo ya mwezi. Mauzo ya mwezi una, tuna, tunaonekana kwamba tuna faida ya shilingi elfu tano tu kwa sababu tulikuwa tuna matumizi pia ya shilingi elfu tano na faida yetu ilikuwa ni shilingi elfu kumi kwa hiyo faida iliyobaki jumla ni shilingi elfu tano peke yake. Hapa pia kuna wafanyakazi. Sasa wafanyakazi pia kuna unaweza kaongeza wafanyakazi huku, kila mtu akawa wafanyakazi wana nani tofauti, unampa jina mtumiaji na nini, lakini sasa wafanyakazi wana kazi tofauti. Kwa mfano huyu mwenye lolo ya mauzo, huyu anaweza kafuteza invoice peke yake. Kwa mfano mtu mwingine anakuwa duka lake anahitaji uh, liwe na sehemu ya mtu anatengeneza invoice, anayepokea ni mtu mwingine. Kwa hiyo utakuwa na wafanyakazi wawili, huyu atakuwa mauzo zeni, mwingine atakuwa kasiria huyu, ndo anafanya payment, yaani ukisweleka bali unamtengeneza ni pia ila unaweza kumtengeneza mwingine akawa anafanya vitu vyote. Kwa hapa ni namna jinsi utakavyowatengeneza wafanyakazi na kuwapa majukumu haya, ni majukumu ya wafanyakazi. Kwa mfano, tuongeze mfanyakazi mmoja, tumuite labda uh, good luck. Uh, okay. Uh, jina la mtumiaji tuseme ni hiyo hiyo, labda hii hapa paswedi tuweke hiyo hapo, tumpe labda awe anaweza kutengeneza invoice na kupokea hela, na tumpe mshahara wake labda wa laki moja, tunaongeza mfanyakazi sasa. Tukishaongeza mfanyakazi kama hivyo, maana yake ukija kwenye ripoti ya mwezi mzima hapa utakuta, ukija ripoti ya mwezi hapa utakuta tuna negative ya elfu tisini na tano kwa sababu huo mwezi, huyu anatakiwa apokee laki laki moja ambao ni salary. Hapa ukija salary hizi hizi hapa ni laki moja, hao ni wafanyakazi. Kwa hiyo system inatoa salary, inatoa matumizi yote, kitu ambacho ukiona faida halisi ndio faida ambayo utakuwa unaipata. Kwa hiyo watu wengine wanakuta anaona system kama inampa faida, lakini kumbe hajaweka matumizi, hajaweka mishahara, hujaweka kila kitu kwa unatakiwa uh, vitu vyote unakijaza huko. Um, basi pia kwenye system yetu kuna kitu kingine kinaitwa zamu ya wafanyakazi. Pia unaweza kuwatengenezea zamu. Kwa mfano unamtengenezea, tunatengeneza zamu labda, onyesha un, upya. Haya, panga zamu, labda kuna mfanyakazi unamcheki ile mfanyakazi labda good luck. labda yeye, yeah, siku anaingia saa tatu asubuhi mpaka saa sita mpaka mpaka, yeah, saa tatu asubuhi mpaka saa labda saa kumi na mbili jioni, unaweza kuchagua hapa muda wa kuingia sawa zeni, labda tuseme saa saa tatu asubuhi mpaka saa kumi na mbili. Je, huyu anaje? anajirudia ni ni wiki ni wiki kwenye wiki hii tu au wiki moja au hiyo ni Jumatatu mpaka Ijumaa hapa manake Jumatatu mpaka Ijumaa koa kwampa Jumatatu hadi Ijumaa, manake Jumamosi mosi Jumapili anaweza kaa haji zeni, utapanga zamu ukishampangia zamu kama hivyo, maanake huyu tayari atakuwa na, ukija kwenye zamu zote hapa utakuwa unamuona hizi siku zote anaingia hizi Jumatatu mpaka Ijumaa kwenye ile wiki. Pia kuna mambo ya usafirishaji. Kwa mfano, ngoja nikuonyeshe. Kwa mfano mteja, tunafanya tufanye mauzo mmoja hapa. Tutengeneze mauzo. Tutengeze mauzo mapya, huyu mteja tuseme anaitwa Godian namba yake ya simu ni 0765908208. Tunamfanyia huduma tunamfanyia huduma ya delivery, je, kwenda wapi? Labda Kariakoo au tuseme dawa. Uh, hela ya kulipia ya transport ni shilingi elfu kumi labda atalipia mteja kwenye invoice yake, then tuna adi bidhaa zake hapa, anahitaji labda dawa meno labda ziko ofisi Uh, PC ngapi? PC labda kumi na tisa tunaongeza atahitaji labda panado hapa uh, inasema ziko 185 tukaweka PC labda hapa uh, kumi na ti- au kumi na nane tukaongeza kwa hiyo invoice yake itakuwa inajumlisha na pia na e, bei ya nani ya usafirishaji ambayo ni shilingi 10,000 kwa hiyo jumla itakuwa laki moja na hamsini na tisa ila bei ya jumla ya bidhaa laki moja na arobaini na tisa, usafishaji ni shilingi elfu kumi. Kwa utatengeneza ile invoice utafunga, hii kama nilivyosema mwanzo, hii inakuwa invoice ambayo ni invoice peke yake haijalipiwa. Kwa ukitaka kufanya malipo unakuja kwenye malipo, utaichagua utakuja kurekodi malipo mapya, utaangalia ile invoice, ndo huyu anaitwa Godian hapa kwa hapa, kinachofanyika ni kwamba anaweza kalipa moja kwa moja, au anaweza kakopa. Tuseme labda anakopa, talipa kama deni. Hapa nalipa kama deni, manake huyu anakopa, tutawasilisha tayari, ile invoice itasema ni deni hili. Kwa ukija kwenye madeni utakuta huyu bwana Godian anadaiwa pesa hii, lakini pia ukija kwenye usafirishaji hapa kwa sababu tulisema yule anafanyiwa delivery, tutakuta tayari tunatakiwa tumfanyie delivery. Delivery yake ilikuwa ni shilingi elfu kumi kwa, uta kama ukishaanza kufanya usafirishaji utabonyeza anza usafirishaji hapa, mzigo ukifika uta, uta, uta kwa mteja kule akawakupa feedback then utama kama imefika. Kwa utakuja kuona zote hapa. Huyu tulimfanyia usafirishaji pia mpaka tayari ameshafanywa delivery. Umeona? Pia kuna mpangilio wa duka, lakini pia hapa, kwa mfano, tuje kwenye madeni. Mtu akilipa deni, kwa mfano, kama amekuletea anataka kulipa labda kulipa, anaweza kalipa kiwango chochote, anaweza kalipa labda, hii anadaiwa laki moja na hamsini na tisa, anasema tulipe labda elfu kumi na tano tu, basi unaweza kurekodi malipo ya shilingi elfu kumi na tano Manaka hapa atakuwa amelipa elfu kumi na tano lakini bado anadaiwa laki moja na arobaini na tatu. Kwa anaweza kulipa kawaida kidogo kidogo mpaka deni lake linaisha. Pia au anaweza kulipa deni lote akijapo anaweza rekodi malipo akawa amelipa deni lake lote likawa limeisha. Kwa hiyo utaangalia manaka tayari huku unakuwa hakuna madeni. Hakuna madeni yote inakuwa hakuna tayari kwa sababu kalipa kiwango chake chote. Sasa kitu kingine twende kwenye mm, ripoti uh, ripoti nayo ni ya muhimu kwa sababu hapa utapata analytics za siku eh, mm -hmm, kwamba vitu gani mmeuza trending na kila kitu, hizi analytics chart. Je, mauzo ya siku utaona hapo tumeuza shilingi ngapi, faida ni elfu sitini na tano. Mauzo ya wiki utaona hapo faida ni ile pale. Uh, utakuja mauzo ya mwezi. Tuseme mauzo ya mwezi tunapata tunadaiwa shilingi elfu arobaini kwa sababu faida ya jumla mwezi huu ni elfu sitini na tano lakini matumizi yalikuwa ni laki moja na elfu tano ndio maana tumebaki na deni la shilingi elfu arobaini kwa hatuna faida. Hii ndio faida halisi bado tunadaiwa. Na matumizi yenyewe yalikuwa ni kuna mshahara ni shilingi laki moja na utilities ni shilingi, a shilingi elfu tano okay. Na unaweza kuchapisha ripoti ya nani pia udo, nani nyingine ni kufunga kufunga hesabu. Hichi kipengele cha kufunga hesabu, unaweza ukajua unafunga hesabu, labda hapa kuna kufunga hesabu uh, ya izamu labda, lakini kuna kufunga mauzo ya leo labda hapa. Kwa labda tufunge mauzo ya leo, tunakuja hapa, funga siku then ukishafunga tutaona kabisa, eh, ankara zilikuwa mbili na nini, unaweza ukachapisha pia Uh, print okay, au tufunge hapo tuone, maana ukija kwenye historia kufunga, ya kufunga hii hapo utaona kwamba uh, tulifunga inakuonyesha imefungwa na na nkala mbili, kila kitu kimeonyesha pale, hesabu nzima inakuwa iko pale. Umeona kwamba jumla ya mauzo ni laki moja na themanini moja. Hivyo ah okay, hizo ndo hesabu za Ah okay. Uh, nadhani kwa hapo nadhani umepata picha namna jinsi mfumo unavyofanya kazi, na kama kuna changamoto yoyote wewe utakuja, kuna sehemu imeandikwa uh, e, msaada msaada, utakuja utaangalia hapo, unaweza kujisoma huko, vitu vingi sana ukajifunza huko, lakini pia kuna system ya SMS kwamba mteja akinunua kutoka kwako anaweza akapata message ya shukrani au watu kukumbusha watu madeni Mm-hmm. Kwamba kuna watu wana wana wana wana wanadaiwa moja kwa moja. Kwa hiyo akinunua kwako anakuwa anapata kila ba, kila baada ya wiki anapata message ya ukumbusho, anatakiwa arejeshe deni, au pia unaweza uka, ukatuma message direct kwa watu moja kwa moja kwamba unaweza ukaja ukafanyaje, ukawezesha shukrani ya malipo, kuwezesha ukumbusho wa madeni. Ukiwezesha hii pia unaweza uka ukaituma uka moja kwa moja Umeona, unaweza ukatuma ukumbusho. Ukituma ukumbusho, maanake watoto wenye madeni tayari wanapata ile information kwamba wanatakiwa wafanye payment Ta, mfumo una vitu vingi sana kwa hapa. Kwa mfano ukija wateja, utakuta wateja wako ambao wanakuwa wako pale. mm. matumizi utayaona pale kwa features. Zipo nyingi, lakini kwa sasa feature ni hizo ambazo nimeweza kuelezea, lakini kama kuna changamoto unahitaji features nyingine ambao unaona imepungua unapiga simu tunakuelekeza. Ah, shukrani sana. Karibuni sana.